baye Biblia imetuambia ya kwamba umeketi mahali pa juu palipoinuka, lakini unaketi pamoja na walionyenyekea mbele zako, na leo wa, wapenzi na viongozi wa Simba, wa Simba wametutembelea kwa, kwa ajili ya kukutana na watoto hawa walio kwenye mazingira magumu. Mungu, najua ya kwamba watoto hawa wengine hata wazazi wao wamewakimbia, baba zao waliowazaa wamewakimbia, lakini Simba wamekuja kuwatembelea leo na kuomba we uliyesema unawapendelea una, una, una wanyenyekevu na kuwapa neema na kupinga wenye kiburi na kuomba uiangalie mioyo yao na kama yuko ambaye ana kiburi, naomba toba na rehema kwa ajili yake. Ee Mungu, msamehe yoyote yule ambaye amefanya kiburi kwa sababu ya ubora wa Simba. Baba tunakusihi wasamehe wote ambao hawajanyenyekea mbele zako kwa sababu ya hali na mazingira wanaopita. Tunakuomba kwa ajili ya mechi wanazosubiria na mipango walionayo kwa ajili ya kucheza, kwa kuwa wamenyenyekea mbele zako, na unaliangalia neno lako litimize, ndivyo ulivyosema katika kitabu cha Nabii Isaya kwamba unaliangalia neno lako litimize, na neno lako tunalokuja nalo kwako ni kuhusu kunyenyekea kwao na kuomba, katika ujio huu, wape roho ya unyenyekevu wote na uwape roho ya ibada wote waliokuja mahali hapa, na uongozi wa Simba tunaweka mikononi, kwa ajili ya Mo Foundation ambao wamejitoa kwa ajili ya kuungana na Simba kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninazibariki shughuli zao, ninakusi ukutani na mmoja mmoja na wote waliokuja leo wakutani na mkono wako, kwa sababu kila mmoja ana mahali anapita na changamoto za maisha lakini wametoa nafasi yao kwa ajili ya kuja kunyenyekea na watoto wako siku hii ya leo, inakuomba, Baba, unyenyekevu huu uangalie na ukaheshimishe mmoja mmoja kwa jina lake na mahali alipo katika jina la Yesu tutaomba. Amen. Na hichi ni kituo kinacholelea watoto walioko kwenye mazingira magumu, na asili kubwa ya watoto hawa ni wakati wakati mwingi watoto wanapozaliwa wakiwa na upungufu, kunatokea mkanganyiko kwenye malezi. Wako baadhi ya wababa wanaowakimbia watoto wao, kwa sababu wamezaliwa na changamoto. Kwa mfano, anaweza akazaliwa mtoto ana utindio au ana autism. Wa baba wana kawaida ya kuto kuchukua majukumu. Nafikiri hii ni mapungufu labda ya kisheria pengine labda ni wito kwa wanasheria kuangalia namna ya kuangalia haki za wanawake na watoto. Wakati fulani kwa sababu unaweza kukuta mwanamke amejifungua mume, mm, anaweza akachu, akatafuta sababu ya kuto kulea mtoto, kwa hiyo akasema labda mimba si ya kwangu, kwa ili asilee mtoto. Kwa hiyo watoto wa namna hii wanajikuta wanalelewa na baba na, ba, na mama bila baba na kibaya zaidi, unakuta kwa mfano, watoto wanaolelewa kituo hichi ni watoto wenye autism, wenye utindio wa ubongo, wengine wenye ulemavu waliozaliwa, na watoto hawa kipekee wanahitaji malezi ya karibu. Saa nyingine wanahitaji mtu kumlea permanently, akae hapo akiwa anamlea kwa sababu hawezi kujitegemea. Na wengine kama wenye autism wanaweza akakimbia, akakimbia usiku na mchana bila ya kupumzika. Sasa watoto wa namna hii kuwalea inakuwa ni ngumu sana na kama mama. Kwa hiyo wakati mwingine kama baba amekimbia mama anawajibika kuja kukaa hapo amlee, na huko anahitajika kutafuta riziki yake na riziki ya kumlea yule mtoto. Na watoto hawa pia wanapata magonjwa mbalimbali mbali kulingana na hali zao na namna ya kufikiri na namna ya kutenda. Kwa hiyo kituo hichi kilianzishwa kwa ajili ya kuwalea watoto wanaozaliwa katika mazingira ya namna hii na hawa unakuta wanalelewa na mama mmoja na sangine na hawa mama pia wanawakimbia watoto hawa kuwalea, kwa sababu e, kwa sababu wanaona ugumu wa maisha, na imefikia nafikiri, wanaofuatilia kwenye magazeti tumeona tume, tume tumeona kule Arusha, kuna wakati M mama amejifungua msichana, amejifungua akamuua ule mtoto, kwa sababu anajua mzigo wa kumlea unapokuwa mgumu, na anawaza mimi, mwenyewe hapa sina kazi huyu hapa labda nilikuwa natoka naye ili nipate kidogo kuishi siku hiyo, sasa amenikimbia na ameniachia mimba. Sasa nafikiri kuna haja pia watu wa sheria mebiwa na nafasi yao ya kuangalia namna ya sheria kuwekwa na pengine kutokulea kuto, mtoto anapozaliwa iwe pengine nijikum, eh, ni jukumu ni, ni jinai pengine, labda ili watu wawe nalazimishwa, maana yake, na hii pia inawanyima wa mama kutokuwa aktivu kwenye shughuli za maendeleo, hata kwenye uongozi, kwa sababu mtu hajiamini. Atakwaje kiongozi bora? Unajua kwamba ah, ah, hapa na, ninapopata mimba hii labda nitakuwa nita sitapata msaada wa baba muhusika. kwa hiyo kituo hichi kiko kwa ajili ya kuwasaidia wale wamama na wabibi wanaokaa na watoto wa mazingira haya ili angalau waweze kuwa relieved, waweze kwenda kwenye kazi na asilimia kubwa na hapa ni watoto wanalelewa na single mother, na pengine kuna kama baba wawili na wenyewe wanalea wa, wa, wa wa wenyewe. Na unaweza ukawaza kama baba anamlea mtoto naye na anatakiwa akafanye kazi ili amlishe huyo mtoto. Kwa hiyo hapa tuko kwa ajili hiyo ya kuwalea, na hichi kituo kimeanzishwa na na na, na, na, na baba Oreste, kwa hiyo Baba Oreste tulionaye hapa sio Baba Oreste, huyu ni mwakilishi tu, ana, anatoka huko, sababu Baba Oreste mwenyewe ni alikuwa padri, ameshaondoka. Na sisi hatuna ubaguzi wa dini, rangi wala kabila na, hichi ni kituo kiko chini kinafadhiliwa na kanisa, na shirika la makanisa Katoliki Itali, lakini asilimia kubwa tulionao unaweza ukakuta ni waislamu unaweza kukuta ni Waislamu kuliko Wakristo. Kwa hiyo inatokea hivyo, kwa hiyo msione kikiwa ndani ya pengine ndani ya eneo la kanisa au jirani na eneo la kanisa mkaona hivyo. Kwa hiyo tuko kwa ajili hiyo, na baada ya kutoa utambulisho huo ni, ni, ni mdogo hapa tuko na mkurugenzi wa kituo, nafikiri ataongea baadaye na, na coordinator ameshaongea, lakini mkurugenzi ataongea baadaye kwa ajili ya kuwakaribisha hapa kwenye kituo e, mimi nilikuwa ni, nifanye maombi lakini, kabla ya kufanya maombi nikaona nitoe utambulisho kidogo mjue mahali mlipo. Na kabla ya kufanya sala, ningeweza nikusema kitu kimoja e, sisi ni kituo cha Kristo, naeza imeamba mmeruhusu nifanye quotation kwenye Biblia kwenye Biblia kitabu cha nabii Isaya mlango hamsini na saba mstari wa kumi na tano Mungu anasema yeye ni Mungu aliyetukuka aliyemtukufu aketie juu mahali palipoinuka, na yeye anasema sifa yake anaketi pamoja wa, walio tubu na watu waliotubu na walionyenyekea. Na sisi tunaona na sehemu nyingine kwenye Injili inatuambia hivyo hivyo, Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema tunaona kitendo cha wapenzi wa Simba kututembelea ni kitendo cha kunyenyekea, na Mungu anasema anawapendelea walionyenyekea. Ingewezekana kwa sababu ya sifa mlionayo, maana tunawasikia, tunasoma kwenye matangazo, Simba wa kimataifa na nyingine wa Kitanzania. Kwa hiyo Simba wa kimataifa angeweza akachagua watu wa kimataifa kwenda nao, lakini mmechagua hawa ambao pengine hata baba zao wanawakimbia, ninyi mnawakimbilia Hichi ni kitendo cha unyenyekevu ambacho tunamuomba Mungu angalie unyenyekevu wenu na na kuwapendelea kama Biblia inavyotuambia inavyotuambia. Kwa hiyo tunaombea upendeleo wa kiungu kwenye kwenye mechi zenu, na tunajua mna kesho kutwa mnacheza na Almasri. Tunaombea Mungu awape awape awape ushindi ambao utaweza kutekeleza ku, kuendelea na, na, na, na hatua